Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi, bado tuko nawe katika TVE Habari na sasa, tuungane na Nezia Masinde kwa habari za biashara. Na katika habari za biashara, naibu waziri Londo aitaka FCC kuchochea uzalishaji na mauzo ya nje. Asante sana Sofia Amani na mtazamaji, kwenye habari za biashara Leo tunaeleza kuwa naibu waziri wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Dennis Londo, amewataka Tume ya Ushindani FCC kusaidia kuongeza uzalishaji wa bidhaa ndani ya nchi, kuongeza mauzo nje ya nchi pamoja na kuzalisha kwa tija ili kuinua uchumi wa nchi. Hayo yamesemwa leo jijini Dar es Salaam wakati alipofanya ziara katika tume hiyo akisisitiza umuhimu wa kulinda masoko ya ndani pamoja na kuvutia wawekezaji wa nje ikiwemo kulinda mitaji na kuongeza faida. Dennis amesema wahakikishi wanaongeza ajira na kukuza uchumi wa nchi huku wakishirikiana bega kwa bega na wafanyabiashara akibainisha kuwa wafanyabiashara ndiyo msingi wa maendeleo ya uchumi. Suala la ongezeko la thamani katika mnyororo wa thamani, kuongeza uzalishaji wa bidhaa zetu ndani na kuongeza mauzo yetu ya bidhaa nje, lakini pia kuzalisha kwa tija, jukumu la kulinda masoko ya ndani, lakini kuvutia wawekezaji wa nje, kulinda mitaji kuongeza faida, kuongeza ajira, lakini pia kuongeza uchumi wa nchi yetu. Kwenye mbio za vijiti, siku zote kwa kocha mzuri wa riadha huwa anaweka wakimbiaji wazuri mwanzoni. Ukibugi kwenye mkimbiaji wa mwanzo, siku zote ndio na determine matokeo ya mwisho. Kwa upande wake, Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Ushindani FCC, Hadija Ngasongo, amesema tume itaendelea kusimamia dira ya maendeleo kwa kuzingatia sera za ndani na nje pamoja na kuhakikisha inatoa ufanisi ili kuleta tija katika uchumi wa nchi. Katika kuzingatia dira na miongozo mbalimbali ya kisera, usimamizi e, e, wa, wa maendeleo ya, ya, ya sekta binafsi kwa kuzingatia eh, sera zetu zile za ndani na za nje kuhakikisha kwamba chombo chetu cha usimamizi kinakuwa kinatoa ufanisi eh, ili kuleta tija katika uchumi wa soko, kwa, kwa maana kwamba inazingatia ile misingi ya ushindani wa haki kumlinda mlaji eh, na na kudhibiti bidhaa bandia katika soko la Tanzania bara. Majukumu haya pamoja na yanalenga kulifanya soko la ushindani liwe salama e, na bora kwa walaji, wanaojenga uaminifu katika bidhaa zinazoletwa sokoni, na hivyo mazingira ya biashara kuchangia ukuaji endelevu jumuifu katika uchumi wa ustawi wetu wa mtu mmoja mmoja. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amewaahidi wawekezaji kuwa serikali itaendelea kutatua changamoto zinazowakabili sekta ya uwekezaji nchini kwa manufaa ya pande zote mbili kutokana na manufaa ya sekta hiyo kwa uchumi wa nchi na wawekezaji. Balozi Omar amesema hayo mjini Dodoma alipokutana na kufanya mazungumzo na uongozi wa kampuni mpya ya uchimbaji dhahabu Nyanzaga, Nyanzaga Mining Company Limited unaojengwa katika eneo la Nyanzaga, wilaya ya Sengerema mkoani Mwanza, ambapo hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugarimu za dola za Marekani milioni 523. Serikali na wawekezaji wamekuwa wakiendelea vizuri, mwaka mwaka mwaka jana jana ni jana. Mwaka huu kumekuwa na maendeleo mazuri, uwekezaji uliahidiwa vizuri. Tumetegemea kwenye robo ya kwanza ya mwakani, kama kila kitu kingeenda sawa, mradi ungeanza uzalishaji wa dhahabu. Kwa bahati, wakati wa utekelezaji kuna baadhi ya vitu vimejitokeza ambavyo vinaonekana kama ni changamoto na vinahitaji kupata ufumbuzi hasa hasa kwenye masuala ya misamaha ya kikodi ambayo kama serikali tumekuwa tukitoa vivutio vya kikodi kwenye miradi mbalimbali mbali. Akizungumza kwa niaba ya ujumbe wa mgodi huo meneja mtendaji wa ndani wa mradi wa Nyanzaga Bwana Isaac Lupokela aliishukuru serikali kupitia Wizara ya Fedha kwa namna inavyoshughulikia masuala ya kufanikisha biashara na uwekezaji nchini. Tumekuwa na mahusiano na serikali, tumekuwa na majadiliano na serikali na katika majadiliano hayo tulikuwa na mikataba na serikali ambayo baadhi ya vitu tunafuatilia wa utekelezaji wake ambao viko chini ya Wizara ya Fedha na kwa namna pekee tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa kutoka kwa Wizara ya Fedha na leo hii tumepata bahati ya kukutana na Mheshimiwa waziri ambaye ametupa ahadi ya kwamba yale ambayo bado hayatekelezeka atajitahidi mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi huu Februari Kikao hicho kilihudhuriwa pia na kaimu katibu mkuu Wizara ya Fedha, ambaye pia ni naibu katibu mkuu anayesimamia sera za uchumi, Bwana Elia Mwandumbya, na kwa upande wa mwekezaji waliokuwepo Bili Ande Brin, afisa mkuu wa fedha wa kampuni mama ya Australia Perseus Mining Limited, na meneja mkuu wa ujenzi wa mgodi wa Nyanzaga, Bwana Mat Cavedon. Na taasisi ya fedha inayojihusisha na ukodishaji wa zana za uzalishaji EFTA leo imetangaza kuorodheshwa kwa hati fungani yake yenye thamani ya shilingi bilioni 50, huku ikianza na bilioni 15, fedha ambazo zitatumika kukuza na kuendeleza kampuni ndogo na za kati hususani wajasiriamali na wakulima. Hatua hii inaelezwa kuwa ni sehemu ya kuongeza upatikanaji wa mtaji kwa sekta binafsi na uzalishaji nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa hati fungani hiyo mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji CMSA David Magabi amesema utoaji wa hati fungani za EFTA ni hatua muhimu katika utekelezaji wa mpango mkuu wa sekta ya fedha unaolenga kuwezesha upatikanaji wa rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya sekta za umma na binafsi. Ameongeza kuwa hati fungani hiyo inaendana na utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Hati fungani hii pia inawezesha utekelezaji wa sera ya taifa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi yaani National Economic Empowerment Policy, kwani fedha zitakazopatikana kupitia hati fungani hii zitatumika kukuza na kuendeleza kampuni ndogo na zakati za ujasiriamali. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya fedha ya EFTA inayojihusisha na ukodishaji wa zana za uzalishaji Nico Dembohey, amesema kwa mara ya kwanza wamezindua bondi yenye faida ya asilimia 14, kiwango ambacho anasema hakijawahi kuwepo sokoni ikilenga zaidi sekta ya kilimo na upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya uzalishaji na kuongeza kuwa EFTA ina utaratibu madhubuti wa urejeshaji wa, wa mikopo unaozingatia uzalishaji wa biashara za wateja wao. Niwahakikishie kwamba fedha hizi zinazowekezwa zinaenda kununua uh, hizi productive assets nilizozitaja, mitambo, magari ambayo moja kwa moja inazalisha, yanatengeneza kwanza ajira. Kila trekta unanunua, kuna watu wanapata ajira pale katika kuiendesha, au kila gari au kila lori unalonunua, kila mtambo unanunua, kwanza kuna, kuna ajira tunatengeneza, lakini vile vile zinazalisha zinasalisha fedha zinazotumika katika biashara katika uzalishaji. Kwa hiyo ni hakikishie kwamba hizi fedha zinaenda kuzalisha. Naye mtaalamu wa kilimo Profesa Andrew Temu amesema sekta ya kilimo ni muhimu kwa pato la taifa, lakini inakuwa kwa kasi ndogo kutokana na uwekezaji mdogo na mbinu duni za uzalishaji, na kuwa changamoto ya upatikanaji wa kilimo kwa wakulima bado ipo, lakini kupitia EFTA sasa kuna matumaini mapya ya kuongeza uwekezaji na tija katika kilimo. Asante sana mtazamaji. Na Sofia Amani, hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni TVE Habari, mimi ni Sofia Amani na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutatizama habari za kimataifa. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi, zifuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu walioathirika na ukame nchini Kenya yafikia milioni tatu.